Ndio, tukitaka kubadilisha chakula kwa kuku hawa utaratibu ni kama ufuatavyo: siku ya kwanza mpaka siku ya kumi na tatu chakula aina ya nani, ambili, watakula chakula aina ya starter. Lakini kuanzia siku ya kumi na nne hadi siku ya ishirini na mbili watakula chakula aina ya grower. Lakini kuanzia siku ya ishirini na tatu hadi siku ya ishirini na nane wanamalizia kile chakula aina ya finisher. Kumbuka, chakula usiwabadilishie ghafla, yaani siku mbili kabla chakula kipya utaweka chakula nusu kile ambacho ulianza nacho, basi nusu kile chakula kile kinacho kinachoenda kubadilishiwa. Kwa mfano unataka kubadilisha chakula ina starter kwenda katika grower, basi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 13 tumesema watakula starter. Kwa hiyo kuanzia siku ya 12 unatakiwa uchukue starter nusu na grower nusu, unachanganya ili siku ya basi utaendelea kupunguza tena ile starter mpaka siku ya kumi na nne unawabadilisha kwenda kwenye chakula cha grower ambacho kimekamilika, kime, yani grower yenyewe kama yenyewe. Hii itawasaidia wao katika kuzoea kile chakula na kuweza kuishi sasa kwenye chakula kipya ambacho kinachofuata. na utafanya hivyo kwa grower unapoenda kwenye, kwenye finisher.